hiyo tunasema kuweka kanuni ni jambo muhimu, lakini kutekeleza kanuni hizi na kuelewa wa umuhimu wa virutubishi na madini haya na vitamini hizi ni jambo muhimu zaidi. kanuni pekee na bila usimamizi kama wale mwenzangu TBS na wengine tunahusika atilie, wengine wanafanya janja janja, wanaandika kile lakine hatia pili, kama ambavyo bidhaa nyingine ubora bidhaa nyingine, na hii sasa TBS aanze kufuatilia kuchukua unga, kuangalia wala nafaka una virutubishi je, kweli pime ile sababu ya virutubishi na hakika, sababu kanuni hizi tunaona hapa tatoa tato. Sasa ili mzuri, Amerika, usupi, sana, kompore, kwa sababu tumemwelezea bahati nzuri, kama nilisema serikali inaweka uzuku hiyo ndio sababu unatambua wewe mnunue fuo

urahisi wa kufanya biashara hapa nchini ndio kitu namba moja tunachukuza kwa wilaya na sehemu, wakati mwingine huko kwenye kwenye kwenye serikali za sekta tawala, kwa sekta ya tao, ndio tunashinda kweli, tunapambana kwa kamata kwa kwa kwa frustrate badala ya facilitate, kwa kufanya biashara mnakumbizana nao kama vile na wao wao wafanya biashara hujuu wanachopitia kwa biashara sasa, hapo hii na nani kwako ni kitu kwa

bahati nzuri kama niliyosema saku wenzetu kwenye hasa e, unga wa mahindi, unga wa ngano, ukiacha kidogo kwenye mafuta e, ya kula na chumvi, tunapeana muda baada ya kanuni hizi, baada ya miezi saba kuanzia mwezi wa Desemba mpaka mwisho Novemba. Kuanzia Desemba, TBS mtaanza kukagua wazalishaji wote wa unga unga wakan wao nda wamefanya wameongeza virutubishi wote, kwa sababu hatuna sababu tena ya kuogopa au ya kushindwa na sabaika namba, muda huu wa miezi kali sita saba kuanzia mwezi Desemba, kwa tutaanza ukaguzi wote wanaozalisha wanaozalisha unga

serikali za mitaa na wazalishaji, lakini pili kwa SIDO tumeona changamoto kubwa, wengi weu hatujui utaratibu wa kuandaa vyakula vyetu na hasa mboga mboga na matunda sasa baada e, ya kubwa ni kubwa, tumeshaeleza mkuu wa kwa kaibu, tumeshawaambia sito, kuna teknolojia rahisi waanze kujenga ofisi mpaka kwenye ngazi ya wilaya kwenye halmashauri, na katika ofisi zile kuna teknolojia rahisi ya cold rooms, vyumba vya baridi, ambao ishirini liko ndani ya AC kwenye chumba cha AC, lakini chakula, mboga mboga na matunda, mafuta ya kula yako juani, yako chini ya ndani kwenye maji michafu na kadhalika na kadhalika. Sasa wakati mwingine asmana eh, ndiooleka sisi maafisa tunao tunasema sisi ndio wasomi tunaenda kuokota mboga pale chini pala.